Kamwene, habari na mimi tuko fresh kabisa. Sasa bwana, leo kuna kodi nataka tuje tuifungue. Nimesafiri kutoka mjini, nimekuja Ilula. Tuje tuifungue kodi ambayo watu wengi labda hamuijui. Sasa hii kodi nataka tufungulie. Kwanza leo nataka ujue nipo na nani. Dada tulizo. Exactly. Nadhani wengine wengine tunamfahamu, wengine tuje kumuona. Huyu bwana ndio ambassador wa Hehe. Yeah. Wengine tuna akila yeye. Hmm, ni the best sana kwa nyichi kipengele. Mm -hmm. Sasa kuna kitu ambacho nataka tukituambie tu, tu, a, a, leo. Kama una baba yako nyumbani mm, au una babu yako, ni vizuri umshauri tunachi kwenda kukiongea sahizi, tulize tuwafungulie hiyo kodi okay, kwa sababu ni kodi nzito sana. Leo tunataka tueze kuwafungulie kodi nzito ambayo watu wengi nawezekana walikuwa wanaijua mm, au walikuwa hawaijui mm. Kodi hiyo bwana, Mgoda wa Unani. Unaelewa? Kama ulikuwa na miaka ilibidi ufe ukiwa na miaka 40, ukinywa gwa unani utakufa ukiwa na miaka 100. Lakini mateso yake. Hiyo tam sasa natu, ujua, mbopi mbopi mbopi na yani unajua katika vitu ambavyo vimekuwa vinanishangaza kwa sababu nimekutana na wazee wakiwa wamechoka mimi na wako. Yaani hawana meno kabisa mm -hmm. na wanaendelea kudunda barabarani. Sasa inakuaje hapo? Ni kwanza mateso yake ni yapi kama unavyosema? Kwanza hiyo dawa huwa inapandwa aidha kwenye mgomba, unapojua mgomba mm huwa -hmm. haifi au kwenye mti wa machungwa au kwenye mti, yaani kitu chochote ambacho kinaweza kikaishi mm. au mdamba. Kwa uliwahi kusikia mti unaitwa mdamba? Mdamba mdamba ni mti fulani ambao unaweza ukaishi hata miaka 200 kumbe, bila mjana yani. nikajua tusi kwa hiyo, <laughs> hiyo dawa bwana, huwa wanaenda kuipanda hapo kwenye mdamba <laughs> au kwenye mgomba mm. na kwa nini ni mateso mm. kwa sababu mtu anaweza kaumwa, akinywa hiyo dawa mm. akafika huo umri ikashindikana kufa, akaanza kuoza upande mmoja au akaanza kuoza miguu. Kiungo kinaanza kukutika kimoja kimoja, na maumivu yanayapata kama kawaida. sho sho, sasa unasikia kitu kimoja kwa sababu kama mgombo uliishi miaka zaidi ya 200. Yeah. Kwa hiyo mtu anaweza katoboa miaka 200, hawezi kutoboa, na ndo mateso yake yanayokuja <laughs> mkubwa Mungu A, na mara nyingi hii dawa yeah, hadi ufanikiwe wewe kufa mm, kwa sababu unaweza ukafa ukaoza, yani kutoka moyo unadunda nini cha kufanya ambacho wao wanafanya kwa kodi ambazo wao wanazisikia. Lazima kuna dawa nyingine, lazima muende mkaukate ule mti, aseme yeye ukakatwe mti afe. Kuna dawa nyingine unaenda kwa waganga wa kienyeji, anatumia kinu kutwanga hapo hapo jirani ambapo unakuwa wewe unaumwa, inapigwa mshindo mmoja wa nguvu ndio kukata kwako kwa roho. Kwa hiyo aidha migomba ifumuliwe au ule mti ambao alienda kuunywea dawa au alienda kuwekea dawa uende ukakatwe, ndio pona yako. Kwa kumbe mtu anakuwa anakuwa ni kama alishatakiwa kufa yeah. Ila yeah. bado endelea kuishi. Kwa sababu kwa kwa, ya mtu. Inawezekana mbinguni alishakuwekea siti ila siti <laughs> wewe bado yako imekaa pembeni, kwanza unaendelea kuenjoy maisha. Ndio wa. Ujue Wanyaru wana vitu ah, sana. Sasa namna kuupata mdamba, namna kila kitu wewe mdie mtulizo. Sitaki <laughs> <laughs> <laughs> kuiweka ikodi <yuko> barabarani. <laughs> Siweke barabarani vijana wasio wakatumia kwa sababu wazi akakuta bodaboda wetu ameshavunjika miguu nini lakini bado anaendelea kuishi. Akati ibidi afa. Kwa hiyo tuna faida kubwa sana sana hmm. sana za Wahehe ambao wahenga wa zamani hmm. mababu zetu wa zamani hmm. walikuwa wanavijua vitu kama hivyo juzi hmm. kama vile ambavyo nilizungumzia mpanyulo nikazungumzia na <laughs> yeah. dawa ambayo inaitwa lutambulilo, msitumie vijana tulizo, tulizo, tulizo, mganga ano Ila mimi ni balozi wa ah wa hii tuni nanili Mumsahwa. yaani ukishakuwa balozi wa Wahehe inabidi uvijue uchimbue vitu vya ndani kabisa. Hebu ija nakuja na na kipembe uao <laughs> asanteni sana.